Watu wengi wanauliza kwamba yuko wapi Rais Paul Kagame mwamba wa Afrika kutoka nchi ya Rwanda. Katika mitandao ya kijamii zimeenea taarifa mbalimbali, lakini ipo taarifa ikisema kwamba tangu wikendi iliyopita hadi hii leo Jumatano Juni kumi na nane mwaka elfu mbili na ishirini na tano, kumekuwa kuna uvumi kuwa raisi Paul Kagame wa Rwanda amefariki dunia. Uvumi huo umeanza kuenea katika mitandao ya kijamii siku ya Jumamosi jioni na kuendelea kusambaa hadi hii leo. Mitandao mingi iliyotangaza uvumi huo, mitandao ambayo nimepitia hii leo ofisini ni mitandao kutoka Kongo. Uvumi huu umesababishwa na kupotea kwa rais huyo ambaye hajaonekana hadharani kwa muda wa zaidi ya wiki mbili. Rais Bwana Thomas Nahimana, padre na kiongozi wa chama cha upinzani cha Ishema nchini Rwanda, amethibitisha kwamba ipo taarifa kwamba rais huyo Paul Kagame Jumatatu kwamba ni kama amefariki, lakini mamlaka nchini Rwanda zimekaa kimya kuhusu uvumi huo na kuzua maswali zaidi. Lakini kwa mujibu wa afisa mmoja kutoka usalama wa taifa nchini Rwanda tuliyewasiliana naye mchana huu, amenihakikishia kwamba Rais Paul Kagame ni mzima wa afya yupo strong na anaendelea kuchapa kazi.